Kusema kweli tuamshukuru tu Mungu, mchezo umeisha salama na tulikuwa na, na mchezo mzuri leo na, wote wamecheza kwa bidii na nguvu, kwamba tunategemea pia mechi ya Jumamosi itakuwa nzuri kama hii. Kwa hiyo naona kwamba tuna, tunaendelea vizuri na ni matumaini yangu kwamba mwakani tunaweza tukafikisha timu zote nne kwenye robo finali kabisa kabisa, na uhakika kwa timu ninavyoziona hivi, wakimaintain hivi kabisa, hatuna, hatuna shida. Tumeona majina mengi sana ya wachezaji wa kimataifa katika mchezo wa leo eh, tofauti na majina ya wachezaji wa nyumbani hapa. Hii tathmini yako, ligi yetu inasogea kwa kiasi gani, lakini pia vilevile inaambukiza uzoefu kwa kiasi gani kwa wachezaji wetu wa hapa nyumbani? Aa, mimi naamini kabisa kwamba ukiwa unacheza na mtu aliyekuzidi inakupa nguvu wewe kucheza zaidi na upambane ili uweze kumweka benchi na wewe kwa hiyo mimi sioni kama ni mbaya eh, ni wengi sawa, wengine wanakosa nafasi, lakini pia wale wanaopambana nao wa timu pinzani wanatoa upinzani, kwa sababu kama unavyosema ina wachezaji wengi wa nje, lakini hiyo hiyo Singida imeweza kufungwa na nani? Na, na watu wenye wachezaji wach, wachache sana eh, kuna timu zimewafunga, kwa hiyo siamini kabisa kwamba wachezaji wa wa kigeni wanaweza kuturudisha hivyo, mm -hmm. mi ninaona wanatuinspire ili kuweza kufanya vizuri zaidi. Hamasa ya mchezo wa leo inaenda kuongeza chachu aina gani kwenye hii nusu fainali ya Yasra? Hamasa oh, hii nategemea na mechi hiyo ya CRDB, itakuwa mechi nzuri zaidi iko shinda hii okay. Kwa sababu sidhani kama Singida watakubali kufungwa tena, na sidhani kama Simba watakubali wapoteze wa, wa, wa wasiingie wa fainali, kwa sababu kombe la FA lina hadhi yake. Kwa hiyo ni mategemeo yangu makubwa kwamba mechi ya Singida, ya, ya Singida na Simba itakuwa ni mechi nzuri zaidi ya hii tuombei lakini huenda e, kama ikitokea kama Simba wakivuka uh, kwenda fainali wanaenda kukutana na mtani wao Yanga, itakuwa dabi ya aina gani? Maanake huko kwenye ligi kuna wengine hawachezi, kuna wengine watapeleka timu tarehe kumi na tano hii yes, sitaki kuwa mganga mpiga, mpiga ramle, tungoje mpaka hiyo dabi iweze kufikiwa. lakini Ita. shauku yako kwenye ligi unatamani watoto wa Kariakoo wakutane? Hapana, mimi unavyojua ni, mimi ni mwenyekiti wa timu zote, kwa hiyo yoyote anayeingia fainali hmm. ni shauku yangu kubwa kwa hiyo usisemi kwamba lazima finali wacheze Yanga na simba. Hapana, mm. eh, yoyote atakaeingia, mimi hizi zote ni timu zangu. Mm. Lakini kwenye ligi matamanio yako, na unaamini tarehe kumi na tano dabi ipo, si tumeisha tarehe? mm. Basi tusubiri. Wapo waliotengeneza mpaka jezi wakapliti kwamba hawaji yao, ni mapenzi yao wala sisi hatuna nguvu ya kuwazuia mm, wasi, wasiandike kwenye jezi zao waandike mm, tu sisi tumeshatoa, uh, tarehe basi, mm. Lakini eh, kimataifa, unaona hi, hizi kauli zinavyoenea hatuchezi, hatuchezi, pengine huenda ikaleta eh, picha gani eh, katika soko letu la eh, eh, mimi sioni kama kuna shida yoyote mimi sioni kama kuna shida yoyote kwa sababu tunaamini kwamba tunakwenda kwa utaratibu ambao tumejipangia, tunaenda kwa kanuni tulizojipangia. Kwa hiyo sioni shida yoyote. ni muhimu kuheshimu kanuni. Yeah. Ni muhimu kuheshimu kanuni kama unavyosema. Nikushukuru mzee, haya.